Mimi ni mtumiaji wa kawaida kama wewe. Nilikuwa napoteza muda mwingi kufikiria, kuandika, kutafuta mawazo na bado matokeo hayakuwa mazuri. Kila kitu kilihitaji nguvu nyingi, pesa nyingi na muda mwingi. Ilikuwa inaniumiza kuona wengine wanapiga hatua, mimi nipo pale pale. Siku moja nikakutana na ChatGPT Plus 4.0 na 5.0 zote kwenye kifaa kimoja. Nilikuwa na mashaka. Kwa sababu kila mtu anasema kitu ni kizuri, lakini ukweli ni tofauti. Lakini nilipojaribu mambo yakabadilika. Nilianza kuandika haraka, mawazo yakaanza kunitoka bila pressure. Kazi zangu zikawa rahisi. Content, masomo, biashara, hata ubunifu, vyote vilianza kuwa nyepesi. Nilihisi kama nina msaidizi binafsi anayefanya kazi usiku na mchana bila kuchoka. Cha kunishangaza zaidi ni bei kwa shilingi 19,000 tu unapata akaunti binafsi inayofanya kazi kwenye vifaa zaidi ya kimoja, siyo kushare, ni yako. Na bado unapata 1 month au 27 days warranty pamoja na ofa ya Canva Pro bure kwa mwezi mmoja. Hii siyo kawaida. Leo ninasema kwa ujasiri, kama bado unapambana peke yako, unaumia kimya kimya na unahisi unaachwa nyuma hii inaweza kuwa hatua yako ya kwanza kubadilika. Usingoje kesho wakati unaweza kuanza leo. Wasiliana nasi Victoria Agency kupata ChatGPT Plus, simu 0693 880 325 wengine tayari wameanza safari yao ya kutumia AI. Swali ni moja tu, wewe unaanza lini?